Ukiwa kijana huwezi kuwa kiongozi hapa. Sijaongea vizuri jamani? CCM oye! Ni kweli wapo vijana ambao vichwa viko hovyo, lakini sio vijana wa CCM. Vijana wa CCM tuko vizuri, tumeandaliwa vizuri na waasisi wetu hawa, na tupo tayari kuwatumikia. Tutumeni sisi, mmenipa uenezi hapa, sifanyi kazi Muda ukifika gombeeni. Akina mama msisubirie viti maalumu, gombeeni kwa akina Temba hapa. Mambo ya kusema mwanamke huwezi kuongoza kata, Mama Samia kaongoza nchi, sembuze kata tu ya kuanzia huko Katoma unamalizia Tambukareli ikushinde wewe? Mna uwezo wa kutulea, mkatutuliza kabisa, mnatuchagulia mpaka na nguo za kuvaa, mshindi wa kwenda kuomba maendeleo Mtatuweka tumboni miezi tisa, mnatulisha, mnatutunza, mnatunyonyesha, mnatuvisha pampas. Kuomba leo tu akina mama wapate mikopo mnashindwa? Muda ukifika, nataka akina mama mshone temba kwa wingi na tutawateua. CCM oye! Muda ukifika, vijana wenzangu, gombeeni. Mambo ya kuambizana kijana ni taifa la kesho, unauhakika kesho unafika? kilichopo leo tunamaliza leo, leo, leo. Mambo ya kuambizana vijana taifa la kesho nani amekuambia? taifa la kesho ni leo, leo, leo. Mimi wao msamiati sijawahi kuuelewa. Labda tuseme hivi watoto ni taifa la kesho. Nikishakuwa mtu mzima miaka kumi na nane katiba inasema miaka ishirini na tatu niwe mbunge, nachukua fomu kama ninataka, si kama mnanielewa wazee wetu, muda ukifika, chukueni nini fomu. Watu wanasema hekima na busara ziko katika wingi wa dini wa siku. Hatuwabagui, chukueni fomu. Hautabebwa kwa uzee wako, hautabebwa kwa wanamke wako, kwa ujana wako, utabebwa kwa sifa ulizonazo na umekifanyia nini Chama cha Mapinduzi. Kabla hatujampeleka mtu kule nje, tutaulizana wana CCM huyu kwenye kijani alitufanyia nini? We mda wote unapitaka tu umefunga vioo, mabalozi huwaoni. Leo wameongezwa ndio unawaona mabalozi wa maana, unawasalimia asubuhi jioni na jioni. CCM oye! Mabalozi mpo, natamani ujumbe ungefika wilaya nzima. Mabalozi wetu wamedharaulika sana. Leo ndo mabalozi wanapigiwa simu kuanzia saa moja mpaka saa kumi na mbili mpaka mabalozi wamechanganyikiwa hivi. Hawakujua kama sisi ni mabalozi, hujakaa vizuri mzee. Uko wapi? Niko shambani. Njoo mara moja hapa. Zamani mlikuwa wapi? Mabalozi wangu, tulieni safari hii, mnatakiwa mtuletee watu wanaokubalika kwenye jamii. Ninyi ndo mnakaa na watu na ndio maana chama kimeona vita iliyopo, vurugu mechi zilizopo, tuwaongeze watu tuwalete sasa. Ambao wanakaa na jamii ni watu gani? Mabalozi na wajumbe wao na kamati za utekelezaji. Mlikuwa hata mwalikwi maskini wa Mungu, leo mmepewa rungu ya kuamua. Amweni kwa haki, sio kwa kushawishiwa na fedha. Waleteeni watu wanaokubalika. Mimi mwenezi wa wilaya na mwenezi wa kata sitakiwi kumaliza sauti yangu na koo nikashindwa kwenda kubembeleza ndani hata mwinga wenu, kwa sababu mmeleta mgombea ambaye kila ukumwelezea watu hawakuelewi. wa CCM, oyee! Tusaidieni, mtuletee watu ambao jamii inawataka. Tukisimama tu tunasema ng'ala Temba, ng'ala zinajaa; ng'ala Gebo, ng'ala zinajaa; ng'ala Maushi, ng'ala zinajaa; ng'ala Fundikila, ng'ala zinajaa; ng'ala Zagamba, ng'ala zinajaa; ng'ala Nchemi, ng'ala zinajaa. Sio? Tunaanza kukusafisha na maneno ambayo hujawahi kuwa nayo huyu kipindi akiwa sijui nani, aliwahi kutoa misaada kanisani milioni mia mbili, kumbe hujawahi hata mlango wa kanisa huujui. Tunatunga uongo. sisiemu oye! Tuleteeni watu wanaokubalika kwenye nini, jamii. Unanielewa? Kulusumu, unanielewa? sisiemu oye!